Yesu asifiwe, haleluya. Kwa majina naitwa Faraja Wilonja, pastani katika kanisa hili. Kwa wale ambao wagini majina yangu johaiwo pia, namshukuru Mungu kwa uenda na ulinzi ambao umefanya kwangu katika maisha yangu, kama bado ninapumua wanwa kila siku lisilwanisasio sana. Bila ukawia, saidia mpatiliu mtoto microphone na mzmpatie microphone ili tuingie katika somo letu la leo.

wa mungu yohana sura ya tau na mstari wa kumi na sita hadi kumi na saba maandiko yanasema kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma akamtoa mwana wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele maana mungu hakumtuma mwana mwana, mwana ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amen, amen. Mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina lake, lakini mwenye kuvumilia hapa mwisho ndiye atakayeokoka. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua tunasoma ambayo inaitwa wokovu

efundisha kuhusu wokovu, waliopita wote wanakugusia wokovu wameenda, nikiona pia Mungu akajalia neema ya kwa leo tuzungumze sababu ya uvumilivu na uaminifu katika wokovu walizosikiwo sana. Maana kuna watu ambao wameokoka, lakini si wavumilivu na si waaminifu. Inabidi mtu anapokuwa ameokoka, haya mambo mawili pia anapaswa na yatembelea. Hawezi kuwa ya kwamba unasema ya kwamba umeokoka na wakati wewe si mwaminifu mbele za Mungu ama mbele ya Mungu, haiwezi kuwa umeokoka kisha ushinde kuwa

Si kwamba uzigu kuna kuachilia, si kwamba shetani anaachilia ndio umetoka, lakini kuna pita, kuna miiba, kuna michongoma ambayo itakutia katika wokovu wako wanizakusaidiza

kapokuwa wokovu wako watakapokamilika, sababu kuna mambo ambayo unajiepusha naye, sababu kuna mambo ambayo unaepuka ili yakuchakua onge chochote ambacho kilicho kichafu, maana yeye ni mtakatifu. sababu Mungu alituumba ya kwamba siku moja tuishi maisha ya raha, si mateso tunayopitia. Lakini sababu ya dhambi ya mwanadamu ndio leo tunaishi visikulivyo, lakini walipata neema pia ya kuokoka ya kurejelea Mungu. Wako anakuhitaji. Aja kutafuta wewe na mimi ambao tulipotea, alia kwamba aje yote ili tuzakutafuta mimi na wewe, ili kuja kutubadilisha ukutua mahali ambapo tulipokuwa katika machafuko, katika matope ila tuwete katika usiku wake

kusimama imara katika wokovu ili yule ambaye aliyekuja kututafuta atukute tukuwe salama. Shinda kuvumilia. Si kwamba tu umeokoka ndio mateso ya maisha, si kwamba umeokoka ndio vita limepungua, si kwamba umeokoka ndo shida zimekimia adezokusajeza, lakini ndo sasa shida zinakuja sababu ya kukuimiza wewe, ambao umeokoka Usimame kidete katika shida zinakuja kutuimiza, kwa kutufanya sasa tufanye bidii ili tufanye hatua hakatzauui tushindane nayo shida nyingi, lakini atakayevumilia ndiye atakayeokoka bwanaisosikiza, bwanaisosikiza, baki mvumilivu. Utakapokuwa unapita katika bonde la uvuli wa mauti, unapitia katika shida, kuna mtu ambaye bado anakushikilia mkono, usikupe wakovu kuu mpendo usiacha Ukuwa kuna samani kubwa, kuna mtu alipotenda maisha yake, sababu yako mimi na wewe, adikika damu yake imwagike msalabani, ili mimi na watu waokolewe, ili mimi na watu wapate uzima, ili mimi na watu katikana laana

usiwaele Mungu atatusaidia, Mungu atatuinua, Mungu atatuwezesha. Sababu gani kulivumilia? Ijapokuwa tulipita katika moto ukapita katika mateso ukapita katika majaribu lakini yeye anasimama, anatuinua, tena anatuweka juu

Jaribu kuvumilia na kumwomba Mungu, sababu ndani ya wokovu, na unazidi kutembelea wokovu, Mungu anakuwezesha na anakupitisha katika vipindi ambavyo wewe mwenyewe huwezi, lakini yeye anaendelea ku sababu ya shida na matatizo ambayo wanayapitia. Watu wengi wanashindwa kukaa, wanashindwa kuendelea sababu wameona ya kwamba maisha yamekuwa magumu, na anasema ya kwamba ni miaka ya leo niliokoka, lakini mbona sioni kubadilika na naacha wokovu sababu ya shida tu na watu walipambana mpaka mwisho Mungu akawa mshindi katika maisha yao. Kwa Yesu Kristo sana. Simama tu katika wokovu. Endelea katika wokovu usiuache. Kwani mwaminifu pale ambaye hakukuacha, ili atakaporudi akukute ya kwamba umesimama

sana katika kuongea anakuwa na mipaka ya kuongea. Katika kuwaza, pia anakuwa na mipaka ya kuwaza. Kuna kiasi katika umbo yake, si mtu wa kuongea ongea tano, ni mtu ambaye anajijua, anakuwa na kiasi na jua. Nataka ufanye mambo ambayo hayastahili, nataka ufanye mambo ambayo yatamchukiza Mungu. Ndiyo maana ndugu, katika wokovu wako inakubidi pia kuwa na kiasi, usije ukawa mwenye kuropoka kila wakati, lakini fikiria kwanza kabla ya kuongea, ili ujue ni kipi ambacho nachokiongea. Je,

anapenda jirani yake, anapenda yoyote yule anayemuona. Mtu ambaye ameokoka si mtu wa chuki, si mtu wa kuchukiana, si mtu wa fitina, lakini mtu ambaye anaishi katika maneno ya upendo. Ni mtu ambaye anapenda wengine, awezi akaona iko na kitu iko nacho

kindwa shida ziko pale kutuimiza, ziko pale kutusimamisha, ijapokuwa ulimwengu utakuchukia, ijapokuwa wazazi watakuchukia sababu ya wokovu, na unazidi kupendeza Mungu. Mungu hatukuacha, Mungu hatukuacha, Mungu asiona yule ambaye anayejitoa kwake mtu ambaye ameokoka. Neno la tatu ni mtu ambaye anakuwa na huruma, wanaweza sana. Ijapokuwa watu wanaweza kukosea namna gani, lakini wao kuna moyo wa huruma lakini wewe uko na moyo ambao unaosamehe wasamee kusaidiza utaki sana. Kuwa na moyo wa huruma itakusaidia sana, itakusaidia sana, sababu unapokuwa na moyo wa huruma, inapokuwa watu watakukosea wao watakuwa wepesi

capokuwa mtu alikuumiza na anakuja anakuambia, naomba unisamehe.

Anatenda mambo ambayo yanafurahisha kila mmoja, anatenda mambo ambayo yanafurahisha Mungu, anafanya mambo ambayo yanapendeza, si mambo ambayo yanaleta kuwazo, si mambo ambayo yanaleta hasira, si mambo ambayo yanaleta fitina, lakini fanya hatua ubadiliki.